Kuna watu huwa mna nyumba ambazo mnazifanyia usafi kila siku, mnatumia harufu nzuri ama uh, air fresh kwenye nyumba zenu, lakini hiyo nyumba haiachi kuwa na harufu mbaya ama harufu isiyoeleweka. Haijulikani ni panya amekufa mahali ama kuna chakula kilichooza kimeachwa jikoni, lakini kadri mnavyofanya usafi, harufu hiyo mbaya haiishi na inaharibu hata uh, ile raha ya kualika wageni ama ile raha ya kuwa na wageni nyumbani kwako, kwa sababu nyumba yako ni safi, lakini kuna kaharufu ambako hakaeleweki na hakajawahi kutoka tangu huko kwenye hiyo nyumba. Ukiona hiyo ishara, inaweza ikawa nyumba yako ipo chini ya laana fulani. Ishara namba nne, ukiona nyumba yako ina migogoro isiyoisha, maugomvi yasiyoisha wazazi mnagombana sana, ama watoto humo ndani hawaelewani, ni ugomvi, ili mradi ni ugomvi usiokuwa na kichwa wala miguu na migogoro isiyoisha, hiyo nyumba iko chini ya laana fulani ama uchawi fulani. Kuwa makini, kwa sababu kadri ambavyo mnaendelea kuwa na migogoro, ndivyo kadri mnavyopoteza mwingiliano mzuri kwenye nyumba zenu wa kifedha, kwa sababu nyumba isiyokuwa na amani. Nyumba yenye migogoro na malumbano ya mara kwa mara hakunaga milango ya fedha iliyokuwa wazi.